Nichukue nafasi hii kuwatoa hofu wana Simba ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umeshafanyiwa inspection kwa maana ya ukaguzi. Maafisa kutoka CAF walikuja hapa wiki iliyopita wakaenda wakafanya ukaguzi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, bado majibu hayajatoka, lakini wakati wanafanya ukaguzi, mazungumzo mnayozungumza nao wale ambao wanafanya ukaguzi wanakwambia ama wanasema kwamba kuna improvement kubwa baada ya kufanya ukaguzi mara ya mwisho na ukaguzi ambao umefanyika hivi sasa, yaani, kuna maboresho makubwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni kusema ya kwamba iko zaidi ya asilimia mia moja Simba sports Club kucheza mechi yake ya robo fainali dhidi ya Almasiri tarehe tisa katika dimba la Benjamin Mkapa, na nyote mnakumbuka mna, mna msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa alitutoa hofu wa Tanzania ya kwamba Benjamin Mkapa iko tayari na sisi tuishi humo kwenye kauli, na ndio maana sisi tunafanya maandalizi yote kuelekea Benjamin Mkapa, kwa sababu tuna assurance na mmiliki wa uwanja ambaye ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wana Simba, hatuna muda wa kusubiri, tunafanya maandalizi yetu ya mchezo wetu wa tarehe tisa, mchezo wetu wa marudiano kuelekea Benjamin Mkapa.